Mpendwa mtazamaji, tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi kanisa linafanya sikukuu ya Mtakatifu Luka Mwinjili. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timoteo sura ile ya nne aya ya kumi hadi ya kumi na saba, na injili tunaipata kwa mwinjili eh, Luka sura ile ya kwanza, sura ile ya kumi aya kwanza hadi ya tisa. Nitaisoma injili. Bwana aliweka wengine sabini akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambiya, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humo. Na akiwemo mwana wa amani, amani yenu itamkalia; la hayumo, amani yenu e, hurudi kwenu, itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula vilivyowekwa mbele yenu. Wapoozeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umewakaribia. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Luka ni nani? Luka alikuwa ni Mgiriki aliyekuwa amezaliwa katika ukoo wa watu waliokuwa ni wapagani. Huyu Luka aliongoka na akashika dini ya kikristo kupitia mahubiri ya mtume Paulo na ndio maana Paulo Mtume anamtaja katika Luka anamtaja Luka kwamba yeye alikuwa ni daktari wake mpenzi katika eh, kitabu kile Waraka kwa Wakolosai sura ile ya 4 aya kumi na nne. Kwa hiyo Luka alikuwa ni daktari wa Paulo, na hadi katika eh, maandiko mbalimbali ambayo yanapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, huyu Luka akaanza kuuliza habari za wale waliokuwa wanaandamana na Bwana hasa alipokuwa hapa duniani, na Luka akaandika injili hiyo ya Luka kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, na baadaye pia akaandika e, kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuanze na injili ile ya Luka. Injili ya Luka ni tofauti ina utofauti e, sana, lakini sio mkubwa. Ina utofauti kati ya wainjili Marko na in, mwinjili Yohana e, yeye Luka na Matayo, katika uandishi wao wa ile e, injili wameandika habari ambazo Marko hakuandika na Yohana hakuandika habari hizo, ni juu ya utoto wa Bwana wetu Yesu Kristo na Luka ameandika habari hiyo, lakini yeye akasimulia kwa kina kwamba e, katika kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo, kwanza alitangulia kuzaliwa Yohana Mbatizaji. Ndio maana katika injili ya Luka peke yake ile sura ile ya kwanza tunakutana na habari za malaika anavyoenda kuongea na mzee yule ambaye alikuwa alikuwa mzee Zakaria akiwa kule hekaluni na akamwambia kwamba utampata mtoto ambaye ni Yohana Mbatizaji, atakayemtangulia Bwana. Na malaika huyu Gabrieli anaenda pia kwenda kuongea na Bikira Maria katika habari za kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utamzaa mtoto Yesu. Na baadaye mwinjili Luka ndio anazungumza kwa kina hata maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa mdogo, vile wazazi wake walipomchukua wakampeleka, alipozaliwa kule Betlehemu, wakamchukua wakampeleka akaenda kuwekwa kwa akaenda kuwekwa kwa Bwana kule hekaluni, ndipo akatokea ile mzee Simeoni akaimba ule wimbo kwamba sasa Bwana waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Na baadaye anakuja kuongeza kwamba Yesu Kristo alikuwa katika hekima na akili akimpendeza Mwenyezi Mungu na watu wote. Sasa Luka katika maandishi yake e, wanasema kwamba katika karne ya pili huyu Luka yeye alijikita katika kuweza kuandika habari za Yesu Kristo, kitabu cha Matendo ya Mitume na Injili. Hadi hakuoa, hakuoa kamwe, alibakia na waandishi wake, na pia alikuwa mwenye umri wa miaka themanini na minne. Hapo ndipo kifo kilipomkuta, na kwa sababu alipaswa kuweza kuteswa na kuuawa kama walivyofanywa wale wengine mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika habari zake huyu Luka, yeye anapewa alama ya ng'ombe. Kwa nini anapewa alama ya ng'ombe? Kwa sababu mwanzoni mwa injili yake aliandika habari za Zakaria ambaye alikuwa ni kuhani ambaye yeye kama kuhani alikuwa anapaswa kwenda kutoa sadaka kule hekaluni na sadaka moja hapo walikuwa wanateketeza walikuwa, walikuwa ni wale ng'ombe mbele za Bwana wetu za Bwana mbele kwenye lile hekalu. Ndio maana basi e, akapewa alama ya huyu ng'ombe, kwamba alikuwa huyu e, Zakaria anamtolea Mwenyezi Mungu sadaka ya wanyama. tunajifunza mambo gani kwa Injili ya Luka katika matendo yake? alipoandika habari za utoto wa bwana wetu Yesu Kristo hakuacha kundi jingine ambalo katika dini ile ya Kiyahudi lilikuwa limezalauliwa sana kundi hili ni la wanawake. Mara nyingi sana Wayahudi wa, hawakuwahesabu wanawake kama ni watu ambao wanaweza katoa ushahidi mahakamani, waliwahesabu wanawake kama ni vitu. Hiyo peke yake, Luka amewaandika wanawake kadha wa kadha katika Injili, ukianzia na Elizabeti ambaye tayari anakuja kutana na Bikira Maria, ukamwanda pia Bikira Maria anakuja pale na wanawake wengi sana Luka anawaandika wale ambao walikuwa katika mazingira ya hali ya chini. Na kundi jingine ambalo Luka ameliandika ambalo ilikuwa limedharauliwa sana katika jamii ya Kiyahudi ni watu masikini, watu wa hali ya chini. Kwa hiyo kama daktari anaonyesha moyo wa huruma kwa watu ambao ni masikini na watu ambao ni wenye dhambi, ndio maana utakutana na injili ya mwana mpotevu ambayo alikuwa ni mwenye dhambi katika Luka sura ya 15. Anazungumza juu ya wagonjwa, usisahau wale wakoma katika ile njia Luka sura ya 17, ambao walikuja kwa Yesu wakimlilia na Yesu akawaponya. Na baadaye pia anakuja kumalizia Yesu Kristo akiwa pale msalabani anapomsaidia, eh, yule aliyekuwa ni jambazi aliyekuwa ameomba kwamba ninaomba baada ya safari hii Yesu Kristo, unipokea huko mbinguni. Na Yesu akasema ah, utakuwa pamoja na mimi huko peponi, yule ambaye alikuwa ni mdhambi. Tujifunze mengi kupitia huyu Luka katika kazi yake ya Bwana. Je, katika taaluma yako ambayo uko nayo umefanya kitu gani kwa ajili ya Bwana? Mwenzetu aliyekuwa ni daktari alitoa muda wake kuweza kumhudumia Paulo na baadaye pia akaandika habari za Yesu. Katika taaluma yako umefanya kitu gani kwa Bwana? Mwinjili Luka atuombee. Tufanye kitu kwa ajili ya Bwana. Tuweke alama ambayo vizazi na vizazi watakutana na alama hizo za Bwana. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.